Tarehe ya jana wele 15 mwezi wa 5 2016, e, majira ya mchana ilikuwa kwenye saa sita maeneo ya Masaki karibu na, na ubalozi wa Canada wa e, kuna hii kampuni company, inaitwa e, company Frisken. Hii inahusika Frisken na kukusanya kodi mbalimbali za serikali lakini pia hukamata wale ambao wanaegesha maeneo ambayo yatakiwa kuegeshwa lakini pia inahusiana na ukamataji wa teksi bubu sasa hii kampuni au wakala alikuwa pamoja hiyo kazi anaifanya kwa msaada wa askari polisi kwa hiyo majira ya mchana walifika hayo maeneo walikuta hilo gari lilikuwa limeegeshwa mahali ambapo hautakiwa kuegeshwa kwa hiyo mtendaji wa friske ambaye ni raia alimwambia dereva kwa hiyo gari ya Mheshimiwa Malima kwamba maeneo liloegesha hayaruhusiwi, kwa hiyo akamwamuru hilo gari alipeleke yadi. Lakini matokeo yake dereva alikaidi, polisi waliingilia kati, wakimtaka alipeleke hilo gari yadi. Kwa dereva kwa jeuri akaliondoa gari, na bahati mbaya askari wetu alirukia kwenye ile gari likawa e, limemburuta lime, lime lime lime lime, lakini kwa ujasiri wa askari akawa ameingia kwenye ile gari akarudisha ile gari lilipokuwa. Kwa hiyo bahati nzuri akatokea Mheshimiwa Malima, alipofika askari walimtaka gari liliende yati. Kwe pale mnaona ndio kulikuwa kuna ubishani, lakini matokeo yake baadhi ya wananchi kusikia kelele wakawa wamekuja. Kwa hiyo Mheshimiwa Malima hakukubali dereva wake alipeleke gari yadi, lakini askari wakamtaka gari liende yadi kwe, kwa sababu lina makosa. kwahiyo kilijitokeza ni kwamba watu waliokuja wakaja sasa kumsapoti mheshimiwa Malima na wakawa wanazomea. Wana sasa sasa, askari lengo lake lazima gari iende yadi, na kwa sababu mheshimiwa Malima sasa anazuia zile waka zikamatwe ili gari iende yadi, ukawa na kutuelewana sasa. Kwa mazingira hayo, hao wananchi wanapiga kelele na huyu mheshimiwa malima hata kuingia kwenye gari dereva wa mheshimiwa Malima hataki kuendesha gari kupeleka yadi. Askari wetu kwa busara ya kawaida akaona njia peke yake ni ya kupiga risasi tatu hewani, kwa maana kwamba wale wanaomshambulia kwa maneno uweza kutawanya ile kundi, lakini kubwa zaidi kuwezesha kuwa kumkamata mheshimiwa Malima na dereva wake, ili gari liende yadi kwa hiyo kimsingi, upigaji wa zile risasi juu, la kwanza ni kusaidia kukamata, lakini la pili ni kutawanya wale waliokuwa pale wanazumea askari. Lakini kubwa zaidi, hawa tayari Malima na dereva wake wana makosa. Polisi hawezi akamwacha mhalifu, ile nguvu ya kadri ni lazima itumike na hii nguvu ya kadri kwetu ni ya msingi kwa sababu polisi wetu, polisi wangewaacha Malima na kile wake na gari ambayo ina makosa, wakaondoka na kule kuzomewa, ina maana ile public confidence, wananchi wasingeweza kuamini jeshi lao. Lakini mbaya zaidi, askari wetu akionyesha aina fulani ya uoga, tunaita cowardness kama umekwenda kumkamata mshtakiwa na mshtakiwa amekataa kukamatwa, nguvu ya kadri ni lazima itumike, lakini ukikimbia ukamwacha mtuhumiwa ukaacha kielelezo cha kesi yako, ni lazima tutakushtaki kwa uoga. Kwayo kilichofanyika pale, upigaji wa risasi manake, watu wengi wanasema kwa nini zinapigwa pigwa risasi, hatutembei na ile bunduki tu kwa sababu ya kutembea nayo ukiona mazingira ya hatarishi ni lazima utumie. Kwa hiyo mazingira hatarishi yaliyokuwepo wale kuwazomea, lakini mbia mbaya zaidi Mheshimiwa Malima kukataa kukamatwa pamoja na la dereva wake. Lakini kikubwa nguvu ya kadi iliyotumika, upigaji wa zile risasi umesaidia Mheshimiwa Malima amekubali kukamatwa, gari limekamatwa na dereva gari lake limepelekwa cha polisi. Kwa hiyo kimsingi, Mheshimiwa Malima leo amepelekwa mahakamani, mahakama ya Kisutu, kwa sala la kwanza na itakuwa ni kumzuia askari kufanya kazi yake. Lakini kuna kijana yule wa, wa ile kampuni naye ameumia. Kwa hiyo hayo ni masuala mahakamani, siwezi kuyazungumza. Lakini kikubwa nachosema, swala zima la utii wa sheria bila shuruti kama utakataa kutii sheria ni lazima ushurutishwe. Sasa ukishurutishwa, naomba sana wananchi watuelewe, wasianze kusema hili kaonewa, fanye nini? Kwa sababu approach, wewe mwenyewe unavyojieleza, wewe mwenyewe unavyotumia busara katika hili, inaweza ikakusaidia kwa kiasi kubwa sana.